TV. mm. Ukapona cancer stage 4. mm. makaratasi uko naye. Haya hapa. Daktari amedhibitisha. Ma pia... Na pia nilikuwa na strong anemia, na strong anemia 5.8. Ulikuwa na strong anemia ya 5.8 na sijafanyiwa hata blood transfusion nipo sawa mpaka sasa hivi. Hivi mm -hmm. We ni mzima mm -hmm. Si tuende kule tupeane hiyo makaratasi kule. mm. Ulikuja peke yako? Umetoka wapi? Tanzania Arusha. Kwa nini nyinyi wa Tanzania mnapona hivi? Nani aliroga? Wa Kenya jamani, wa Kenya, situwe na wivu nzuri, tupone na sisi. Huyo binti ame, binti amepona kansa kutoka Tanzania Arusha, kwa TV. Na wewe uko hapa, utapona kwa lazima uta umetoka Tanzania, nyoka kwa kiuno, nitamuua leo. Usijali, usijali, twende msichana wangu. Ametenda majabu. Siwe mtu astahili kukosa, above only. Ukikosa utaenda wapi? Twende, siwezi kueleza, ametenda majabu. Marcelina Godson Martin nimetokea Arusha daraja mbili mwaka elfu mbili na ishirini na mbili wakati nimeenda kusoma Njombe nikawa nimetokewa na vipele sasa vile vipele vilivyokuwa vimetokea mwilini vikawa vinaniwasha vimesambaa nilipomaliza shule nikawa nimerudi nyumbani bado na lile lile tatizo nikawa nimeenda kupima kupima, wakanambia na ugonjwa wa ngozi, wakanichoma sindano kwa sababu wanasema wa ni mchafuko wa damu. Walivyonichoma sindano waka... nikavi nyumbani, wakanipa na dawa. Baada ya siku tatu nikapona, vile vipele mwilini vikamea kichwani. Vilivyoamea kichwani vi, nikakaa nikaenda hospitali nika wakanambia wana dawa kunipa nivi nyumbani nilivyorudi nyumbani nikawa nimetokewa hapa hivi na vimbe mbili. Nilipotokea na vimbe mbili, mbili zikawa zinauma zika, baada ya siku zinavyozidi kwenda zinakuwa kubwa. Baada ya hapo nilipokuwa Dar es Salaam kwa ajili ya masomo nikawa nimeenda hospitali ya Magomeni. Nilipofika pale wakaniambia hawezi, wakanipa rufaa niende Mwananyamala kwa ajili ya matibabu zaidi. Nilipofika Mwananyamala wakanianzishia dozi ya TB. dozi ya TB. Walikupima wakakwambia una TB. Hawakunipima. Ila watu walivyoniona nina hizi ma, ma, uvimbe huku, wakaniambia hiyo ni TB, inaitwa TB ya matezi, nikawa nimeanzishiwa dawa. Baada ya hapo hivi wamenianzishia dawa, wakanipa pia rufaa kwa ajili ya kwenda mbele kujua kwa nini hizi zimetokea, nikawa nimepeleka hospitali ya Muhimbili Nilipofika pale wakachukua damu wakaniambia nina ugonjwa wa saratani ya matezi. Unaitwa Hodgkin lymphoma. Basi nikaendelea wakaniambia itabidi nifanye, nikafanya operation, operation. Wakaja ni wakaniambia ni, inaitwa classical non Hodgkin lymphoma, kwa itakiwa nifanyie chemotherapy kwa ajili ya matibabu ya kansa sasa. So, mimi nikakataa nikarudi nyumbani, ilikuwa ni Januari nimerudi nyumbani nimefika mwezi wa saba nimemaliza mtihani nikarudi nyumbani ya Arusha. Sasa huo ni mwaka gani? Huo mwaka mwaka huu hapa, mwezi wa saba nimerudi nyumbani, tukaanza matibabu sije kufanikiwa kupona. Sasa ni ndio, nilikuwa na umwa sana kusabu, kwa sababu nilikuwa na koa sana. Bibi yangu alikuwa anachukua mingi ngota ananipulizia na hata kuoa, yale maji yakaja yakaisha nikawa tena sina cha kunisaidia alikuwa na ile ile kile kitambaa, nikitaka kulala ananiwekea nilale, sema mimi nikawa sitaki, nikiamka na kitupa, nasema joto. nani ambaye anakuwekea hivyo? Bibi yangu. Siku moja tulikuwa tunaangalia live na nini marudio ya Holy Communion kwenye TV, nikawa nimechukua fruto na kiazi nikanyosha, nikasema kwa imani nitapona, huku nikala. Baada ya maombi, nilikuwa siwezi kufanya chochote, nikaanza kufanya muda huo huo kama kuinama, nikaanza kutembea, nikakimbia, ndo hapo, kuanzia hapo nimepona. Nilishindwa kabisa kutembea, kufanya shughuli zozote? Ulikuwa umelala tu kitandani ama hali yako ilikuwa nini? Nilikuwa siwezi kufanya chochote, siwezi kula, kuongea, kutembea Siwezi chochote. Yani, mi nilikuwa na kubebwa kupelekwa chooni, labda ivao, kulishwa. wewe una miaka mingapi sasa? 20. ulikuwa unasoma chuo gani? chuo cha taifa cha usafirishaji NIT. Hey, baada ya hapo sasa nini kimeendelea? unarudi chuo ama uliamua kuacha chuo ama? Kwa sababu sijaenda muda mrefu, nitaenda na ripoti hizi za hospitali, alafu waone atanisaidiaje. Ulifuatilia uli mahubiri ya Pastor Ezekiel kwa muda gani? kama miezi kuanzia mwezi wa saba mpaka sasa hivi. World Evangelism TV, tunafuatilia mahubiri tukatumia tukatumia hiyo kwa kupitia marudio ya Holy Communion tukatumia fruto na kiazi. Ulijuaje kama umepona? Kwa sababu nilikuwa siwezi fanya chochote. Yaani hata kuinama. Nika ndani nilipotumia nikaambiwa nifanye ambacho siwezi kufanya. Nikainama, nikawa natembea, nikalala maana nilikuwa siwezi kulala ubavu wa pili, nikalala basi. Hapa hizi dokumenti ni za Muhimbili, Mwananyamala, ndiyo kwa wale ambao labda huenda wanadhani kwamba hiki ambacho nakisema ni uongo, nawaambiaje? Uh, kwanza mi nawambia tu waamini imani. Imani chanzo chake ni kusikia. Kwa hiyo tunasikia kwa wengine, halafu imani najengeka ndani yetu, tunachukua uthubutu. Kwa hiyo na wao wachukua uthubutu, wafanye wenyewe. Nilikuwa siamini, ndiyo maana nilikuwa nawekewa na kitambaa na kitupa, nasema ni joto silikuwa siwezi kulala koni kiekio vinalala au kuku. anachukua nyuzi ananifungia mimi, natoa nakataa nasema staki, lakini kilikuwa kinanisaidia kwa wakati huo. Kwa mfano hichi hapa, hii hapa ni kadi ya mtu anayetumia TB, anayekuwa na ugonjwa wa TB. Nilipewa katika hospitali ya Mwananyamala Salaam. Nikatoka hapo, nikapewa rufaa niende Muhimbili. Nilipofika Muhimbili, hapa hivi mwana hii hichi ni kipimo cha damu ambacho alichukua kwenye uvimbe, maabara kuu ya Muhimbili Dar es Salaam. Alafu hii hapa hivi ndio ripoti ambayo nilipewa kule Muhimbili ya rufaa ambao nilipewa Mwananyamala kwamba niende nikafany nikachukuliwa damu hapa hivi, ah, kwenye shingo hii hapa. Hii hapa ndio ripoti ya mwisho niliyopewa kuonekana kwamba nina hiyo non-Hodgkin lymphoma. Ambapo ripoti ya mwisho ilikuwa inaeleza nini? Ilikuwa inaeleza kwamba ndo nina hiyo kansa inaitwa non-Hodgkin lymphoma. Ambayo sasa ilikuwa inasababishwa na nini? Wamesema sababu ya wewe kupata kansa ni. Ah, hawakudai kuniambia sababu yake kwa sababu ilikuwa pia hapa utata hawajui chanzo, kwa sababu alikuwa anasema kutokana na umbile wako kuwa ni mdogo hukupatiwa kuwa na huo ugonjwa. Alikuwa hawajui hata chanzo. Nimekuja Mombasa nchini Kenya kwa ajili ya kutoa ibada na ushuhuda, nimekosea. Nimejisikia vizuri kwa sababu ni bahati Nimekuja Mombasa nchini Kenya. Kutoka siku ya kwanza nilikuwa natamani kuonana na pasta, lakini leo imetokea bahati, nimeonana naye, kwa hiyo nimefurahi. Alinifuata pale kwenye hema hey, akasemaje? Mimi nikaanza kwa shuhuda, yani alikuja pale akaniambia ushuhuda nikatoa. Nilikuwa nimekaa kwenye tenti ya wagonjwa, pasta akaja pale akaniambia una testimony, nikamwambia ndio, nikaanza kumwelezea akataka makaratasi nikamwonyesha, siko sababu nilikuja nikasema na wao ugonjwa wa kansa, wakaniambia nikakae pale kwa sababu ya jua. Aya, baada ya kutumia meza ya Bwana nika nimepatapata nguvu. Kwa hiyo nilipofika huku nilikuwa bado sipo sawa sana, kwa hiyo hata wahudumu walivyonipokea wakasema nilale na babu kwa ajili ya uangalizi. Kwa hiyo kesho yake hivi nika nikaja huku hivi ndio maana nimekaa kwenye uma wagonjwa kwa sababu ya uangalizi zaidi. Baada ya maombi, sasa hivi najisikia vizuri kama mnavyoniona hapa. Sasa hivi naweza kukaa muda mrefu mwanzo mpaka mwisho ya ibada, natembea mwenyewe. Kwa majina naitwa Agusti Gregory Mkawe na mjukuu wangu ambaye anaitwa Marselina Mar Martin ambaye alikuwa na kansa, ambaye ilifika na stage 4, kwa kweli ilikuwa iko mahali pabaya kwa sababu ni muda mrefu alikuwa anaugua hata field alishinda kwenda moto saba kutoka chuoni Dar es Salaam kuja Arusha. Basi tulikazana kutubia, Muhimbili imeshindikana, kila kienda anaambiwa rudi rudi rudi rudi. Kwa hiyo majibu yalishindikana, ikabidi arudi nyumbani. Alipojaribu kwenda field, tumejaribu kwenda Mount Meru hapo Kaloleni, lakini hakuna majibu, zaidi kutapika tu na kuarisha. Alishindwa kufanya kazi yote. Kwa hiyo ilibidi ni mwe kinyamuzi cha Star Time, ambayo kuna hii channel ya Ezekiel na viongozi vingine kina kuna channel hiyo kama muziki pia mzu wa saba ule. Basi tukao tunaweza maombi mbalimbali pale nyumbani akiwa mama yake na baba yake mlezi na bibi ndio alikuwa anamhudumia kwa maombi sana sana. Kwa hiyo tumeenda na hiyo taratibu mdogo mdogo mdogo mdogo, ile kongamano likipangwa huko, unakuta kidogo bado hajatengemaa, maana unakuta ni kazi mtu akumbeba basi ilipofika mwezi wa kumi na mbili tukaona kidogo ametengamaa. Basi kwa sababu mama alisafiri, mama yake njoo huyu, mtu natupa mtu mgonjwa sana, hatuwezi kumweka kakana watu wengine, inatakiwa uchukue chumba, kwa sababu ni, ni damu yako, uchukue chumba la lenye chumba kimoja Bash chumba alikuwa analala chumba kimoja kwa hiyo tumeendelea kuja hapa polepole mdogo mdogo mdogo mdogo mpaka leo, mama katika hali yake ameendelea kutengamaa eh, tunamwomba tu Mwenyezi Mungu, aweze kula madawa, sio bado hajaa mlaji ange angekula siku mbili angepona kabisa. Kule alikuwa amekubeba mwanzoni, ulimleta akiwa na hali mbaya, alimleta akiwa na hali mbaya, wale walimpokea kule guest walimkataa, wakatuambia huyu mtu hawezi kupona, wakaniambia, bana tunakushauri kwa sababu ni damu yako, ukaenda chumba hiki ili uweze kumsaidia. Tukimwacha atakaa na mama wengine ambao hawamjui ni kosa. Kwa hiyo ndio kana chumba kimoja. Leo imekuaje? Amepona eh? Kwa kweli kutembea, toka tulipokuja hata siku ile siku, mimi naye ni mazoezi, anaanza kutembea mdogo mdogo mdogo mdogo. Leo alikumbeba ina kula kula kula, tukaja na anaanza kula kula vizuri kidogo. Sasa hivi naona afya inaendelea vizuri, afya inaendelea kuwa vizuri. Sasa ulikuja ukimbeba? Ah, pale sikumbeba, lakini nilikuwa mtu wa kumshika mkono mkono, naye pole pole hivi

Daktari, daktari akimwangalia tu hivi hata mpimi rufaa wa ajabu sana, lakini maombi yametenda vi aa ka akarudi. Jamani, angalieni, ka umepona vipi? ma lazima arudi chuo sarudi chuo, lazima kapimwe, akiisha kwamba yuko salama, basi mwakani arudi chuoni. Naitwa Dr. Ben Chalo na huyu mwanadada ni sisi, tulimpokea hapa kanisani. Kwa kila mgonjwa akija, lazima tumpokee na tuchukue details zake, majina kwa ya kwake, mahali ametoka, namba ya kitambulisho na namba yake ya simu, na mtu wake wa karibu ule ametembea naye so kumandal tulimpokea, na alikuwa na, na makaratasi ya hospitali yenye tulikagua, tukapata alikuwa na, na kansa stage 4. And then from there tulimweka kwa, tulimweka kwa, kwa saidi ya wagonjwa na tukamweka mahali tunaweka watu wa kansa. That is, stage 4. Na kutoka hapo tukaanza kumfuatilia venye alikuwa anaendelea, lakini kila wakati alikuwa ana utofauti ana utofauti ana utofauti. Kasasa ndiyo tunamwona hata ukimwangalia, ukiambiwa mtu akona kanza stage 4, auipati kwa stage 4 huwa inaonekana hata kwa macho. Yaani, stage 4 ni ile, let's say that's the last stage, ile mtu kukaa kwa muda mrefu sana ni miezi, miezi sita, yeah. So ni vigumu sana mtu kupata amepita hiyo stage. Na before hiyo stage unapata huyo mtu, yani yupo tu iletu anaongea, lakini ukimwangalia hata health yake ime, imebadilika kabisa, kwa maana mtu wa stage 4 kwa kiasi kikubwa huwa analala tu ya hata kukula ni ngumu, kutapika huwa anatapika sana, then mwili unadhoofika eh. Kwa hiyo wakati amefika siku ya kwanza, anawaambia ana uh, stage 4 na vyeti vimeandika hivyo, mliziona dalili hizo na mkaamini hilo ah? Uh, cha kwanza lazima tukague yale makaratasi na majina yake ya, kama ni ya ukweli na mwenyako, na yeye anatuambia yeye ni nani, anamjuaje. So wakati ali alitupata ali pale tunaweka wangonjwa, alikuwa na babake, so lazima tumuulize babu yake. Tukamuuliza yale maswali, alianza shida ilianza muda gani, makaratasi inatuambia nini, then tulikuwa tunaangalia makaratasi tukapata ile mara ya mwisho alikuwa hospitali ni mwezi wa saba. Na mwezi wa saba aliambiwa aende afanyiwe chemotherapy, lakini hakuenda kuifanyiwa na damu yake ilikuwa chini. Ukiangalia mwezi wa sita alifanyiwa, damu yake ilikuwa, ilikuwa eight point, six point, six point eight, then from there akafanyiwa ya pili, ikaenda, ikaenda five point four, then as we talk today, today ukimwangalia damu yake iko hivyo I, ina, wakati mwingine inatushangaza wakati tunapompokea, sababu ni mgonjwa lazima tufuate yale makaratasi. aat wakati, wakati mwingine unapata uh, our pastor, Pastor Ezekiel, kila wakati anaw, anatu, anawaimiza kwa TV, uje na makaratasi yako ya hospitali ili tuthibitishe kwa ukweli ni wewe na ugonjwa wako ni wewe. Ndio inakuanga hivyo ki, ki imani, sioni dalili ya kupata chochote lakini ni vizuri arudi hospitalini atujie na the final report ya yeah, yeah, ile tunasoma inathibitisha ina, ina kwa uhakika huyu mtu amepona, that the final test that is. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.